Nikiwa mdogo mm. Kuna movie inaitwa Titanic. Sijui kama uliwatch Titanic. mimi nah, nililia kwa hiyo Titanic mm. Nililia wakati ule mpenzi alikuwa sijui anafanya nini na nini mm -hmm. Alafu najua hiyo -hmm. soundtrack ilikuwa ya Celine Dion my mm -hmm. heart, mm -hmm. uh, ilikuwa inaimba my heart ilikuwa will go on mm -hmm. sasa mm -hmm. kule Ulaya mm -hmm. wamepata barua ambapo mm -hmm. kuna jamaa iliandika hiyo barua mm -hmm. uh, 1912 April mm -hmm. tarehe kumi mm -hmm. Sasa ile barua unajua wazungu wana mambo mengi sana. mm Hii -hmm. barua iliwekwa kwa auction mm -hmm. juzi. Na ni barua ambayo alikuwa ni survivor moja wa Titanic alikuwa ameandika eh ameandika mm -hmm. yeye yeah, yeah, aliweza kuabiria hiyo Titanic mm hiyo -hmm. katika safari zake mm -hmm. alafu alikuwa anaandika barua, kwanza kaandika "It's a fine ship but I shall wait my journey's end before I pass judgment on her." mm -hmm. so hiyo sasa alikuwa anangoja vile Titanic labda mahali itafika itakuwa imeenda, mm -hmm. lakini meli kaanza kuzama. mm -hmm. kwa hivyo yeye aliandika barua ambayo ni barua ambayo ni kumbukumbu. mm -hmm. Sasa familia yake, kwa sababu hiyo barua ilikuwa auction juzi... mm -hmm. Do you know how much that letter has fetched? 300,000 UK pounds. 300,000 UK pounds. Kama milioni ngapi? Nime convert ni 51 million ya Kenya. We? 51 million. Barua tu, hii barua. Barua. Unaandika ati ti... 1912. mm -hmm. In fact, ime fetch 51,855,000. mm -hmm. Na ndio kwa sababu unapata kwamba kuna vitu za kumbukumbu kumbu za zamani mm -hmm. ambazo huenda labda umeziangalia kwa nyumba yako unaona ni nitakataka mm. Lakini kuna kitu ambayo kumbukumbu yake unaweza ileta kwa auction mm. Kwa hivyo, huyu jamaa, imagine hiyo leo uh, imepata 300000 pounds, lakini mewuzwa. Lakini goes to blame. Yes, hiyo ni mambo ya wazungu. Yes, sisi kumbukumbu kumbu zetu hizi hapana gani, nina kikombe moja. Hakuna mkenya anaweza nunua eh. Kikombe. Kikombe <laughs> <laughs> iweke na nyanya, ni kikombe ya Castle Cup. Unajua, nilipokuwa kochi wa Rambe, eh wakati nilishinda hiyo kikombe huko Tanzania, nikaleta hapa eh, pesa zangu pia, saa hizo Kipchoge ndio alikuwa, ilikuwa inaitwa sijui board gani, na wakunilipa, saa hiyo kikombe huwa nyumbani, umeweka hiyo kikombe eh, ee, nataka kuweka auction. Kesho nitakuja nayo studio, ni kuonyeshe. I'm auctioning the Castle Cup that Kenya won under Ghost Mulee in 2003 aya, ilete, nakupatia mia mbili.